Hello guys, karibu tena kwenye YouTube channel yangu na leo nitaletea video nyingine. Video yetu ya leo tunaenda kujifunza jinsi ya kutengeneza keki ya limao. Makini kanami mwanzo mpaka mwisho, usahau kusubscribe. Na leo tunaenda kutengeneza keki ya limao na vifuatavyo ni vitu ambavyo vinahitajika, kama unataka kutengeneza keki ya limao kwa hiyo kama utakuwa na swali au maoni mapendekezo, unaweza ukaandika hapo chini. Kama utakuwa hujaelewa chochote, unaweza ukaniuliza pia. Leo nimewekea tu video ya picha, ili mtu ajue kwanza vitu gani kwanza vinahitajika vinahitajika, na na vitu nitakavyoweka hapa vyote kama vitu, sio, la, sio lazima kuhitajika, nitakwambia pia. Kitu cha kwanza kwenye keki ya limao haitofautiani sana na keki ya chungwa, keki ya limao una kitu ambacho kinahitajika cha kwanza niseme ni maganda limao ya limao tunayakwangua hivyo, kama hicho kidude cha kukwangulia, tena ukipata kile kinachokwangua vidogodogo ni kizuri zaidi. Kwa hiyo ukikipata kidude cha kukwangulia cha, cha chuma ni kizuri, kwa sababu limao ni kidogo ni ina ugumu limao na chungwa gaz na ugumu. Kwa hiyo cha kwanza ni hayo maganda ya kukwangua, na hakikisha unakwangua ilo ganda la juu tu, ile, ile la ndani jeupe usiliguse. Yaani, ukiona kwa ngua usitumie sana nguvu, kwa sababu ukiweka ile nyeupe inaweza inaleta kama uchungu. Kwa hiyo kwa ngua le la juu, kama limao ni la kijani basi utoe kijani tu, kama ni la njano utoe njano tu, tu akisha ile nyeupe usiiguse. Cha kwanza ndo hicho cha pili. Cha pili ni maji ya limao, maji ya limao sana sana tutumie limao, tutumie ndimu Tweni makini, yani hapa tunatumia limao. Limao ni tofauti na ndimu, kwa hiyo maji ya limao tunaweka haya maji ya limao. Utayakamua kama kawaida, utaweka kidogo, utatumia kama vijiko viwili au vitatu vya ku, vya kulia chakula, ndio tutaweka kwenye keki. Lakini hiyo process tunaweka mwishoni, maji na hayo maganda kwangua, tunaweka mwishoni. Jamani, msije mkachanganya, hatuweki mwanzoni, tunaweka mwishoni. Kuna video inaonyesha jinsi ya kutengeneza keki unaifanya vile vile unavyoanza lakini mwishoni kule ndo unakuja kuweka maji na awe maganda ya limao. Kwa hiyo maji ndo kitu cha pili ambacho ni cha muhimu ukitaka kutengeneza keki ya limao. Kitu kingine ni ladha. Ladha ni kitu cha muhimu sana sana wakati wa kutengeneza keki ya limao. Kuna ladha za aina nyingi kama nilizoelezea mwanzoni, kuna ladha nyingi sana na limao ikiwepo ladha ya limao mara nyingi inaandikwa ya lemon. Kwa hiyo ukienda madukani, ukiulizia mimi nataka ladha ya limao yawe au ya lemon, wanakuletea na hiyo ladha. Unaweka kidogo yani, kama vitoni vitatu au vinne, yani ni kidogo sana kwa sababu ina ukali kidogo. Kwa hiyo, unaweka kidogo then keki yako inakuwa inakuwa ina harufu kama ya limao. Kwa hiyo mtu akili anajua sasa hey, hii ni ya limao. Kitu kingine cha muhimu ni prestage. Prestage hiyo tunaiona kwenye keki nyingi. Prestage ni ya muhimu pia, yani keki ya limao hiyo, keki ya limao lazima tutumie na prestage. Kwa hiyo, prestage na yenyewe ni prestage, lakini prestage ni kitu cha muhimu sana sana, sana. Kwa hakika una prestage ndani, ili uweze kutengenezea keki, keki yako itoke vizuri, itoke na uzuri wa prestige inakuwa ina, ina flavor ya vanila, kwa hiyo yani unakuwa, yani hapo keki yako lazima iwe tamu tu. Kitu kingine cha muhimu ni unga wa PPF, unga wa PPF jamani, kila video naongelea unga wa PPF. Unga PPF ni wa muhimu sana kwa sababu ndo unga pekee ambao utaweza kutengeneza keki keki ikatoka vizuri kwao, jaribu sana kununua unga PPF na unauza madukani, maduka mengi sana nauza unga PPF na usitumie unga ule wa ngano wa kawaida, keki haitatoka vizuri, utajiona ka ujui kupika keki kumbe shida ni unga. Kwao unga PPF ni wa muhimu sana pia kitu kingine cha muhimu ni mayai. Mayai ni ya muhimu sana kwenye kutengeneza keki ya limao. Yaani yana umuhimu wake kwa sababu mayai kwanza yanaongeza unyevunyevu kwenye keki. Alafu yanasaidia sana na keki kupanda. Kwa hiyo, mayai na usizidishe mayai. Yaani kila keki, kila kiasi cha keki kinakuwa na kipimo chake cha mayai. Kwa hiyo, kwenye swala mayai upasi kuzidisha wala upasi kupunguza. Ukipunguza unapunguza ile ujazo wa unyevunyevu uwepo kwenye keki. Kwahio ili keki yako itoke imebalansi vizuri viungo vyake, lazima uweke mayai ya kutosha, na asiwe mengi wala asiwe kidogo ya kiasi ambacho unatengeneza. Kwahio mayai ni kitu cha muhimu pia. Kitu kingine cha muhimu ni sukari. Sukari ni kitu cha muhimu sana, na nasistizaga sana kutumia sukari nyeupe, badala ya kutumia sukari ya kutumia sukari ya brown kwa hiyo sukari ni kitu cha muhimu, na zingetia sana utumie sukari nyeupe, kwa sababu hii keki hainaga rangi rangi keki, ukiweka vile vikombozi navyokutajia mwanzo. Ili keki yako itoke na ya rangi nzuri, basi tumia sukari nyeupe. Ukitumia sukari ya brown keki itatoka na rangi kama ya, ya, brown, ya brown. kwa hiyo mimi nashaurigi sana watu watumie sukari nyeupe badala ya brown. Kitu kingine ni baking powder. Baking powder nayo ni muhimu sana kwenye utengenezaji wa keki, kwa sababu hii ndio itafanya keki ipande, ipande juu, iumuke, yani iwe kubwa, irefuke. Hii ndio inafanya kazi hiyo. Kwa hiyo baking powder pia inapaswa hiyo, mipimo katika kipimo kinachohitajika, yani hiyo ina, kipimo kamili. Kama nimesema baking powder gramu tano ni tano, kama ni gramu ishirini ishirini. Kwa hiyo usizidishe wala usiongeze kutokana na kiasi cha keki ambacho unatengeneza. Kwa hiyo baking powder ni kitu cha muhimu sana cha kuzingatia wakati wa kutengeneza keki ya limao. Keki ya limao inahitaji pia baking powder jamani. Kitu kingine cha muhimu cha kuzingatia kwenye utengenezaji wa keki ya limao ni maziwa ya unga. Maziwa ya unga faida zake nimeshazitaja hapo mwanzo, lakini kama wewe ni mgeni, maziwa ya unga yanasaidia sana keki iwe laini. Hiyo ndio naniriu yake. Unaweza ukaweka kijiko kimoja, kama keki yako ni kilo moja, unaweza kaweka kijiko kimoja cha chai kile kidogo ki inatosha. Yani hupaswi kuweka mengi kwenye keki yani, kwa sababu ukiweka mengi keki itakuwa laini sana, na inaweza ikae na mongonyoka, kwao sio vizuri keki iwe hivyo. Keki inapaswa iwe laini, lakini ni keki ambayo sio ya kumongonyoka. Kwa maziwa unga na yenyewe ni kiungo muhimu sana kwenye upande wa kutengeneza keki ya limao. Kitu kingine cha muhimu ni maziwa ya mtindi au tunaita kwa Kiingereza buttermilk, au unaweza kama una maziwa fresh ukachukua kidogo, kiasi kidogo tu kama ml thelathini ukachanganya na kinusu kifuniko cha vinegar, ama ukachukua maziwa kiasi kidogo ukachanganya na juisi ya limao kidogo, ukaiacha kama dakika kumi mpaka kumi na tano. Baadaye itabadilika itakuwa mtindi. Kwa hiyo maziwa nayo ni kitu, kitu cha muhimu sana kwenye ya kutengeneza keki. Maziwa yanaongeza ladha na yanafanya keki, nayo tunaweka kidogo na, na usiweke fresh, lazima iwe ina asili ya mtindi, na kama una mtindi unaweza ukaweka. Yani, kama una mtindi kabisa weka uweka yogati na yenyewe ni nzuri, lakini usiweke maziwa fresh moja kwa moja, hiyo haitakiwi kwenye keki. Kitu kingine ni haya ah, matunda makavu ya mpapai wa, ni kama unavyoona ni kama pipi, lakini ni mpapai, yameenda yamekaushwa, lakini yana utamu fulani vi, yana kama ladha ya sukari. Haya ah, matunda waga tunawekaga kwenye keki na sio la, sio lazima yani, kuweka ni upendeleo wako tu. Utakapopenda unaweza ukaweka au usiweke. Kwa hiyo ni wewe tu, upendeleo wako lakini kama unapenda keki ambayo nzuri, inatam, ina ladha nzuri ina tamu ina vikorombozo vizuri, basi unaweza ukaweka, lakini sio lazima. Ni kitu ambacho wewe mwenyewe tu, kama umewiwa kuweka unaweza ukaweka, kama hujawiwa usiweke. Kitu kingine cha muhimu katika keki ya limao ni zabibu. Zabibu zipo za aina nyingi, na hizi zabibu tunazotumia hapa sio zabibu mbichi wala sio zabibu ambazo hazijakaushwa. Tunatumia zabibu kavu ambazo zimekaushwa. Hizi zabibu kavu zinakuaga, kuna hii ya rangi ya brown kabisa, kuna rangi ya goldi, kuna rangi nyeusi na kuna goldi fulani ambayo inakaribiana na brown. Hizi zabibu zote zina ladha moja, kwa hiyo usije ukashangaa ukashtuka ukasema, eh, zabibu fulani na zote, hata ladha zake hazitofautiani, yani ladha, kila kitu kiko ni kama kiko sawa tu. Na hizi zabibu zinaongeza kidogo utamu kwenye keki, kwenye keki yoyote. Kwa hiyo, kwenye keki ya limao, kama utapendelea kutumia zabibu, na yenyewe sio mbaya, unaweza ukaiweka kidogo, punje kama kumi hivi, sio mbaya. Kwa hiyo, ukiwa unakula keki unakutana na zabibu ndani, kwa hiyo ni, ni kionjo ambacho kina mogesha keki. Mpaka kufikia hapo, tumefikia mwisho wa video hii, na natumaini utakuwa umefurahia video hii na umejifunza vitu vingi. Na kama kuna kitu ambacho hujakielewa, unaweza ukaniuliza kwenye comment hapo chini, nitakujibu. Na kama una maoni, mapendekezo, unaweza pia ukaniuliza. Na kama uja subscribe, basi subscribe. Na kama ulisha subscribe na bado ukarudi basi karibu, na mimi nakupenda sana. mpaka tulivyofikia hapa, tumefikia mwisho wa kipindi chetu na video yetu. Nitakie siku njema.